Nimekuja hapa na thamana... hao wadogo tumekuja baba, hapa tu maneno mafupi. Unaona pale nimekuonesha ule ukuta, mwanangu ndio. Ule ukuta sisi tumeukuta, mimi na huyu bwana tumeukuta ule ukuta umeshajengwa hivi. ukishamaliza eneo lako nyuma ya eneo lingine utasema una eneo pa. Sasa cha kushangaza ramani za hawa watoto waliozileta juzi, nyumba yangu kile kigorofa kimo, choo changu kimo, kila sehemu kwa huyu bwana kumo kote kwake. Hii barabara baba tumeikuta sisi tulokuja hapa tumeikuta hii barabara. Hii nyumba hapa penye hoteli hapa kulikuwa na nyumba marehemu shemeji yangu mume wifi yangu, alikuwa yeye ndo alikuwa driver wa kwanza wa ndege za serikali za ATC yeye ndo alikuwa driver wa kwanza, kwa hiyo alikuwa anakaa hapa. Sasa hii barabara ipo miaka yote, sasa kaja mwekezaji, mwekezaji anasema barabara ifungwe na wataalamu maskini ya Mungu waliozaliwa juzi wanataka ifungwe hivyo. Mtaalamu, kukiwa nyumbani kwenu we, utataka ifungwe barabara? Kwani unakuja kuthibitisha kabisa, serikali tutaisimamia serikali, ndio kiongozi wa mama Samia anatakiwa kuwa hivi, mbele ya kadamnasi ya watu unasema tutasimamia, tutaita polisi waje wazibe, kama vile pale. Kweli wakati umepanda ule mti hmm, wewe na yule jirani yako ambaye alikuwa na huo <laughs> mchikichi ni miti imetoka Kigoma hiyo, hmm. mimi nimepanda miwili, huyu mama kanipa hmm. miwili, nikapanda mitatu, akapanda naye kwake pale alipobomua hmm. unajua, tunavyokwenda na wakati hmm. yeye kaing'oa tu karibuni karibuni, kwa kutaka ajenge na mimi niling'oa ule mchikichi ule, ndo lile kalo niliyokuonyesha ukuta bado uko pale pale. Nasema kwetu, takueleza kwetu sisi, kuna jiti linakatwa linabakia siki lile, hey. siki likikaa likikaa huwa linaota uyoga dio. Sasa huo ukuta ingekuwa umeshaota uyoga upo hapo, ingekuwa umeshaota uyoga, upo hapo, hey, ingekuwa umeshaota uyoga. Ule, kwa sababu ukuta tumeukuta na mpaka sasa hivi umesha kuwa black umesha kuwa mweusi. Sisi tumekuta miti hivyo vibanda vya uwani, hakuna aliyekuta nyumba ya block hapa hmm. Asikudanganye. Huyu mama imelala kwenye nyumba ya miti na mimi vile vile. Tunakaandika hivi unachungulia hivi mtu akipita una... hey, <laughs> hapa ni chai hapa. Unachukua udongo unaloanisha kidogo unaziba. <laughs> Umesikia bwana? Sasa sijui nikueleze kitu gani. Maana alieleza huyu mama ni shua kabisa. Sasa tumsikilize mtaalamu bila kumhukumu nani? Mtaalamu. Kwa sababu inawezekana mtaalamu kama alivyosema mama yangu hapa hata mtaalamu mwenyewe haya mambo amefanyaje? Ameakuta kwa mujibu wa ule upimaji ambao umepimwa eneo hili, mkuu wa wilaya, ina maana hiyo njia haipo kwa zile hesabu ambazo za upimaji. Sasa kama alifoji alifanya nini, hilo labda linaweza likawa lingine, lakini kwa hesabu zetu na kwa ramani zilizokuwepo ofisini ni kwamba hapo hapana njia. Na upimaji ulikuwa mwaka gani? Majia mwaka 84. Upimaji 80 ina maana mama, kama hapa anaposema amekuja 83 manake na, ah, okay. hmm. na wakati wa upimaji je, serikali tulipima yote au mtu alipima kulingana na yeye mwenyewe tu? Yeye mwenyewe nimesikiliza. Pande zote na nimefanikiwa kupita maeneo mbalimbali mbali, eh, ya eneo hili. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kama kiongozi nimejifunza. Cha kwanza ni kweli eneo hili kihistoria, kwa maelezo ya wazee na ukipita katikati, eneo hili kihistoria inaonekana halikupimwa. Yaani watu waliokuja hapa, wazee wetu, walikuja kila mtu alipewana maeneo bila kwamba lile eneo kwamba limefanyaje limepimwa, kwamba eneo kubwa hapa la uwanja wa ndege ni skwata, kwamba eneo hili ni skwata hivyo hakuna eneo ambalo unaweza ukasema upimaji wake ni upimaji wa pamoja ambao umeonyesha barabara, kutokuwa na barabara, uchochoro, kutokuwa na uchochoro. Manake ni eneo ambalo wakazi wake hapa walikuwepo kulingana na mazingira ya eneo la squatter lililokuwepo. Sasa, kwa sababu kuna hati na kwa sababu kuna alama za kihistoria za eneo husika, ninamwagiza mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, kwanza kama walitoa kibali cha kujenga ukuta wafute kile kibali. <coughs> alafu kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya na kwa kushirikiana na mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam tunaenda kuangalia mchakato wa namna hati hiyo ilivyopatikana upimaji ulivyokwenda na sisi kusha, kushauri kwa mamlaka zingine ziamue vinginevyo, endapo tutafika mahala hatujaelewana. namna namna gani hawa majirani wanatakiwa kukaa kwa amani <coughs> nia ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuona watu wake Watanzania wake wanakaa kwa amani. Nia ya Mheshimiwa Rais ni kuona watu aliowaapia kuwaongoza wanakaa kwa amani wanaishi vizuri, na hata sisi viongozi aliyotuteua na kutuleta huku, maana yake anataka tuishi na shida za watu. Sasa kwa sababu ya kuishi na shida za watu, ni lazima tuende kwenye utatuzi. Katika kipindi hiki cha utatuzi, ni mtake mkurugenzi kwamba hapa pasiendelee na zoezi lolote la kuziba hiyo barabara hiyo njia iendelee kubaki kama ilivyo, mpaka tuendelee na mazungumzo tuone, ili na sisi tupate nafasi ya kushauri mamlaka zingine nini cha kufanya juu ya eneo hilo.